Naam, u hali gani mwanafamilia wa Mapro TV, karibu sana katika segmenti ya kimichezo ambapo tunaangazia habari mbalimbali za michezo ambazo zimejiri na sisi tumekuwa tukitoka hapa kila siku, cha muhimu ni wewe kubonyeza neno subscribe, utakufanya vyema sana kuungana na familia ya Mapro TV kupata zile updates kali za kimichezo. Na katika segmenti hii bwana uh, leo hii tunaangazia Uh, mwelekeo wa klabu ya soka ya Yanga katika michuano hii ni kubwa kabisa barani Afrika, ambayo ipo chini ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, ambayo inafahamika kama CAF Champions League ama ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Young Africans wapo katika kundi D, kundi ambalo lilisemekana ni kundi la kifo, ni kundi ambalo bado halijatoa taswira halisi ya timu gani na gani ambayo itasonga katika hatua inayofuata. Licha ya Young Africans kuwa katika uh, sehemu mzuri tu ambapo wapo nafasi ya pili uh, wakitanguliwa na Al Ahli ambao wamepishana kwa magoli, lakini pointi wote wakiwa na nne, na upande wa AS Farabati wana wana alama moja na JS Kabili wana alama moja pia wakiwa kwa uh, wamefungana fungana, kwa hiyo Ukiangalia kwa ukaribu wamepishana alama tatu tu, ambayo ni sawasawa na ushindi wa mechi moja pekee kwa timu zote nnezi. Kwa hiyo ukiangalia mwelekeo wa Young Africans uh, nafikiri unakwenda kuonyeshwa zaidi uh, pale ambapo watacheza dhidi ya Al Ahly, kwa sababu tunafahamu tarehe ishirini na nane watacheza dhidi ya Al Ahly wakiwa so, wakiogeni, na tarehe tatu watakuja kumalizia nyumbani taletau amasaba. Kwa hiyo uh, utaona ndani ya mechi hizi mbili ndizo zitaweza kutoa taswira kama Young Africans anakwenda ama anabaki, kwa sababu endapo wakifanikiwa kupata alama tatu ama moja dhidi ya Alahly, maana yake watakuwa wamejitengeneza nafasi nzuri tu ya kwenda mbali, kwa sababu watabakiza mechi moja ya nyumbani dhidi ya JS Kabylie ambao bila shaka uh, wanaweza kupata alama tatu Endapo watafungua mechi zote mbili dhidi ya Al Ahli, watakuwa wamejitengenezea mazingira magumu sana, kwa sababu watabakiza mechi moja nyumbani, ambapo wanaweza kupata alama tatu wakawa na alama saba pekee, ambapo hatujui wakienda ugenini dhidi ya AS Farabati ambao wameweza kutoa sare na Al Ahli. Kwa hiyo, unaona, itakuwa pia ni mechi ngumu. Inawezekana Young Africans akapoteza kabisa dhidi ya AS Farabati, kwa hiyo Uh, alama nne pekee ambazo anazitegemea Yanga ni um, kuchukua alama moja zaidi ya Al Ahly na kuchukua alama tatu kwa JS Kabylie nje ya hapo, manake Yanga Africans, Ace, um, ya atashindwa kusonga mbele, lakini ukiangalia upande wa AS Farabati wana mchezo dhidi ya JS Kabylie uh, nyumbani uh, I think ugenini ambapo JS Kabylie inawezekana wakatoa pointi uh, kwa hawa uh, Uh, Farabati lakini pia wana mechi nao nyumbani vilevile wanaweza katoa tena pointi kwa hawa oji, uh, AS, Farabati. Kwa hiyo unaona kuna mazingira ambayo uh, pengine wanakwenda kushinda katika kupata alama sita kiulaini na huku wana alama moja, kwa hiyo kwa alama saba. Kwa hiyo Young Africans iliojithibitishie kwenda katika hatua inayofuata basi lazima wapate walau alama moja dhidi ya mechi mbili za Al Ahly ya nyumbani na ugenini. Kwa hiyo wakipata japo alama moja, basi inawezekana katika mazingira mazuri, sababu kuna alama tano, alama tano, wakija zile JS Kabylie wakishinda, wanakuwa na alama nane. Wakati huo AS e, FAR Rabat kule wanaweza wakashinda, lakini wakafikisha alama saba, ambapo kama watatoa sare na Yanga katika mechi ya mwisho watakuwa tayari wameshindwa kuendelea katika tuo inayofuata, lakini pia hata wakishinda wakishinda dhidi ya Yanga maanake itakuwa uh,